geregere wakati huo, Mavuno Kwaya karibu karibu, Mavuno Kwaya kwa wimbo mmoja. Haleluya, haleluya! Makutano wanaimba hao, wanacheza hao, endelea kutega lako endelea kuachilia moyo wako mbele za Bwana ili Mungu aendelee kukudumia jioni ya leo. Hey, Haleluya. Haya, shika kitamba chako shika shika, shika, wako. shika kanga yako shika mtandio wako shika lile tawi lako. Kanga yako shika mtandio wako shika lile tawi lako Tunako, Tunakwenda kupeperusha bendera kwa Bwana tunakwenda kumtukuza Yesu, kwenda kupeperusha bendera kwa Bwana, tunakwenda kumtukuza Yesu. Dakika za mwisho hizi, mwambia Yesu neno lolote, mwambia Bwana jioni ya leo, mwambia Bwana nimekuja nime kukuinua kukutukuza nimekuja kuleta sifa kwako. Haleluya, haleluya!

Kanisa wengine ni wachungaji ni wengine ni viongozi wa dini mbalimbali. Nisikilize nikwambie, wana matatizo, wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Wana dini zao, wanavuta sigara. Wana dini zao, wanakunywa pombe. Wana dini zao, wana michepuko. Wana dini zao, wanafunga ilizi. Nisikilize, shetani anakutesa. Jioni ya leo nakwambia Yesu yupo, jioni ya leo wa mabwana yupo, njoo kwa Yesu. Amen, haleluya, amen. Sikiliza, <laughs> nikwambie, nilikuwa nikihubiri kwenye viwanja kama hivi, mke wa rais akapita kwenye ule mkutano, akasikiliza. Mimi siwajui watu, wamejaa kwenye viwanja akasikiliza akasikiliza, injili. Tunasema hata kama una matatizo ya kiasi gani, njoo kwa Yesu. Kwa Yesu hakuna jambo gumu. Hata kama hata kama umekukatia tamaa, Yesu haja kukatia tamaa. Hata kama una matatizo sugu, Yesu ana uwezo wa kuyafumbua. Yesu ana uwezo wa kuyapanya. Nisikiliza nikwambie. Ndio maana mimi mchonga okoka akwambia mimi mchungaji ni mchawi. Uchawi uko tumboni, hata uchawi wa tumboni unachomoka ukimkubali Yesu, uchawi unachomoka, utakuwa mchawi tena ukimkubali Yesu, roho ya kuvuta sigara itachomoka, roho ya ulevi itachomoka, roho ya umaraya itachomoka Omana watumishi wa Mungu wakaimba kule, huku Mwanza wasukuma wakatunga kawimbo. Wasukuma waliokoka, wasukuma waliokutana na Yesu, wasukuma waliotakaswa na Yesu, wasukuma <laughs> wakaimba kawimbo wakasema, sevawawiza mwirage wabecha usewa wawiza gete mwirage waveca usewa wawiza mwirage waveca yeah! <laughs> Ao ni wasukuma waliokoka, ao ni wasukuma waliotakaswa na damu ya Yesu, awo ni wasukuma ambao wamempokea Yesu, amekuwa mokozi katikati kati ya maisha yao. Wakasema Yesu ni muzuri, mwambia asante Wanyakyusa kule Mbeya wakaimba wenye wakasema, kiara nunu mwe kiara nunu Yesu nunu mwe Yesu no. ya nunu yanoseva wawiza tulimukati mwa Yesu tukwinoma tukwinoma. Kama umeokoka unaweza kaimba kidogo. tulimukati mwa Yesu tukwinoma tukwinoma tulimukati mwa Yesu tukwinoma tukwinoma. Sasa wewe kama huko na Yesu huwezi kujinoma, mana utajinoma hapa, afu baadaye wachawi wanakusubiri watakunika. <laughs> Wakaimba kwa sababu Yesu ametenda miujiza, Yesu amefanya maajabu. Nisikilize, Yesu anakuangalia unavyoteseka nyumbani kwako, unavyoteseka kwenye ndoa yako, unavyoteseka na familia yako, unavyoteseka kwenye maisha yako. Yesu anakuangalia, Yesu anakuangalia jioni ya leo, anakuuliza wataka kuwa mzima? Sikiliza nikwambie, Biblia inasema Yesu akamwona yule, akamuuliza akasema, Bwana mimi sina mtu wa kunisaidia, sina mtu wa kunisaidia. Yesu mimi nimebaki peke yangu. Sikilizeni niwaambie ndugu zangu, mtu akiugua, akiugua wiki moja, watakuwepo wa kumpepelea. Akiugua mwezi mmoja ataanza kupungua mmoja mmoja, wanaanza kwenda kwenye mashamba. Akiugua miezi miwili, akiugua miezi mitatu, akiugua mwaka mmoja, wanaanza kumfungia ndani mgonjwa, wanaenda kwenye mashamba, wote wamechoka. Nisikiliza, huyu aliteseka miaka thelathini na minane, miaka thelathini na minane amepaza miaka thelathini na minane ana matatizo, miaka thelathini na minane ndugu zake wote wamemkimbia. Nisikilize we dada, watu wanakupenda kwa sababu nyama zimejaa, ukitembea, ukasema unasema na naini naini, fotefote filiifilii sikisi sikisi ukitembea. Sikiliza nikwambie, we baba, we kijana, unafikiri una Unapendwa, unapendwa kwa sababu una hela unapendwa kwa sababu hela ulizolima hela ulizofanyia vibarua hela ulizouza ng'ombe ulizouza mbuzi ndio maana wanaonekana wanakupenda kila mmoja ukikatiza wanasema wewe hakuna mwingine wanasema wewe ndio umeukata wanasema wewe ndio shujaa hapa fumagila mwanaume mwingine, nisikilize, nikwambie, wanakwambia hivyo sio kwa sababu wanakupenda, kwa sababu ya hela zako, kwa sababu ya pochi zako. Nisikilize nikwambie, sikiliza nikwambie, uko hatarini, uko hatarini. Baada ya maisha haya, unakwenda motoni, baada ya maisha haya, unakwenda motoni. Alafu nisikilize, sikiliza watu waifumagira Unajua, tunapohubiri wanasema hawa wamekosa kazi. Sisi hatujakosa kazi. Tunapohubiri, ndio maana wengine wanaona kama ni kebei, wanaendelea na michezo yao, wanaendelea na karukushani zao baada ya kusikiliza neno la Bwana. Nisikilize, hatujakosa kazi. Hasa nikwambie, ukitaka kujiona we ni wewe, ni si shujaa wewe si mlevi sana wewe si mzinzi sana wanakuelewa ha, hapa hapa hapa Fumagira hapa wapi Bujingu hapa hapa, wanakufahamu sana kwamba wewe ni, ni kidume ambaye kimejaa michepuko. Wewe si unajua una michepuko. Wewe mama, wewe si unajua una michepuko. Wewe kijana, si unajua umevuta bangi vya kutosha, vya kutosha, umekunywa pombe vya kutosha, umevuta sigara vya kutosha. Nisikilize nikwambie, nisikilize nikwambie Ukitaka kujifunza watafute waliofanya zina sana, waliozini sana watafute, walewashiani wawalewashikiwa wale, niambie nitafuta uliza, waliovuta sigara unazovuta kila siku nanunua mapaketi, sikiliza nikuambie, watafute waliovuta miaka yote, watafute waliokutangulia, kama kuna mmoja kwa sababu ya ta sigara amefanikiwa. Nataka nikwambie, nenda katafute walevi wote wote, walevi wote wanaotamba kwenye baa wote, wanaotamba kwenye viglosari kawaulize, kama kuna mmoja aliyefanikiwa, kama kuna moja aliyefanikiwa kwa sababu ya ulevi. Nataka nikwambie, hayuko. Kuna hata mmoja aliyefanikiwa Kamocha mwingine ataniambia mchungaji, sikiliza. Mwingine ataniambia mchungaji, kwenye pombe na, na kutanaga na marafiki wengi. Na wewe si unasemaga hivyo? Wewe muulize mwenzako, na wewe si unasemaga, na wewe si unasemaga hivyo? Kwenye kuvuta sigara mnabadilishanaga mpaka vipisi vya sigara. Na wewe si unasema hivyo? Kwenye kuvuta bangi unakutana na marafiki wengi na wewe si unasema hivyo. Kwenye umalaya unakutana na wamalaya wengi. Nisikilize nikwambie, <laughs> una bahati mbaya. Mwambie mwenzako we, una bahati mbaya, una bahati mbaya eh. Mwambie mwenzako we, una bahati mbaya. Hivi nikuulize swali. Hivi mke wako ukiona ameongozana na machangudoa anaojiuza kwenye baa hao ndio marafiki wake wanaojiuza, asubuhi ana mwanaume mchana, na mwanaume jioni, ana mwanaume usiku, ana mwanaume, na huyo ndio rafiki wa mke wako. We baba, utasemaje? Nakuuliza swali, utasemaje? Utamwache? Utasema mke wangu safi sana? Nakuuliza swali Watoto wako nyumbani, kwako marafiki zake ni wale vibaka mitaani, ni wale wanaokaba watu, ni wale wanaoua watu, ni wale wanaoiba mali za watu. Utasemaje na mtoto wako, utamshaurije? Utamwambia mwanangu ende. Rafiki wa mume wako wote ni wale wezi, ni wale walevi, ni wale wavuta bangi, ni wale wavuta sigara. We mwanamke, unajisikiaje? Sifa za mume wako ni mlevi, sifa za mume wako ni muzinzi, sifa za mume wako ni mvuta sigara, mpaka saa nane anaamka kuwasha visungi vya sigara. Unajisikiaje we mwanamke? Ah, unasema hao marafiki hawakufai. Sikiliza ni kuambie, ukiokoka marafiki zako watakuwa ni watu waliookoka. Ukiokoka watu wako wa karibu watakuwa ni watu waliookoka, walio acha zina, walioacha pombe, walioacha acha umalaya. Nikwambie nisikilize, ndio maana Yesu anakuuliza swali, unataka nikuponye? Yesu anakuuliza swali, unataka kuwa salama? Yesu anakuuliza swali, unataka Mzima. Yesu anakuuliza swali. Yesu anakuuliza swali. Sikiliza nikwambie, tukiwa pale Sumawanga, yule baba yule mama akasikiliza, nikasema kwa Yesu hakuna tatizo linalomshinda Yesu, na aliona pale nikiomba watu wakiponywa, akarudi nyumbani, akaenda kumwambia mume wake, akasema, mume wangu tuokoke nimemsikiliza mchungaji akihubiri kwenye viwanja bi vya mkutano, nisikilize nikwambie. Mume wake kesho yake kesho yake mume wake akatuma difenda, akatuma difenda, kutakuja kutuomba kutufuata, tukapanda difenda tuka tukaenda mpaka kwa rapise la. <laughs> Tukaingia sebuleni, niko tayari namtaka huyo Yesu. Nikasema umechagua njia sahihi. Nikasema hapo sawa. Akasema namtaka huyo Yesu, nimeteseka vya kutosha. Nikamuuliza mke wake, mke wake akasema, mchungaji, na mimi namtaka Yesu. Haleluya! Amina! Yule baba nikamwombea pamoja na mke wake na watoto wake, nikawaambia ili Yesu atende miujiza aendelee kuwa na wewe siku zote, Yesu aendelee kukaa ndani yako siku zote. Nikamwambia, sikiliza baba, si aliyoyachukua kwa waganga wa kienyeji. Yule baba alikuwa na madawa aliyoyachukua kwa waganga wa kienyeji mengine wamemwekea mlangoni, wamechimbia. Mengine wamemwekea kwenye kitanda Me... mengine wamemwekea kwenye kona, nisikilize. Mengine wamechimbia upenuni kuzunguka nyumba. Nikamwambia tunatoa yote, akayakusanya mailizi, tukayachama moto. Nikasema kuanzia sasa unabaki na Yesu.